Mimi pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Rufiji na kaimu katibu tawala wa mkoa na viongozi mbalimbali mbali wa serikali, lakini tuna wazee wetu wa hapa Chumbi e, wilaya ya Rufiji na wanafunzi. Tuko eneo hili la shule ya msingi Chumbi. Mnafahamu leo ni tarehe 27 E, mwezi wa kwanza mwaka 2026, ni siku ambayo Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ndio siku ya kumbukumbu kumbu yake ya kuzaliwa. Mheshimiwa Rais wetu aliamua mwaka huu aadhimishe siku ya kuzaliwa kwake kwa kupanda miti na anafanya zoezi zoe hili e, pale Kizimkazi, Zanzibar. Sisi viongozi wa mkoa wa Pwani na wananchi kwa ujumla tumeamua kuungana na Mheshimiwa Rais kupanda miti ikiwa ni sehemu ya kumbukizi yake kama alivyoamua yeye mwenyewe. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jambo hili, kwa sababu tunajua miti ni uhai. Miti inatupatia matunda, miti inatupatia vivuli, miti inarekebisha eh, mabadiliko ya tabia nchi. Ina manufaa mengi ikiwa ni pamoja na upande wa nishati, na kupanda miti ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kufanya ibada njema. Sisi mkoa wetu wa Pwani tunapanda leo miti elfu sita mia tatu sabini na tisa, na kati hiyo miti 671 ni miti ya matunda inayobaki ni miti ya vivuli na miti ambayo itaweza kutupatia mbao na mambo mengine ikiwa ni pamoja na madawa. Tunafahamu sasa hivi miti hii pia inatupatia tiba. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana wakazi wa eneo hili la Chumbi, na kwenye shule hii tumepanda miche hiyo. Kwa hiyo mkoa wote, wilaya saba, halmashauri tisa, leo tuko katika shughuli hii ya kupanda miti na hii miti tuliyopanda leo ni sehemu ya miti milioni kumi na tatu na laki tano, ambao kila halmashauri inatakiwa kupanda miti milioni moja na nusu kwa hiyo, kwa halmashauri tisa tunatakiwa kupanda miti milioni kumi na tatu na laki tano. Baada ya zoezi hili, tutaenda kwenye zoezi lingine ambapo tunaenda kugawa miche milioni moja na nusu ya mikorosho. Itaanza kupandwa leo na zoezi hilo litaendelea ko la muhimu ni kwamba tumepanda miti lakini, tuhakikishe kwamba miti hii tunaitunza na ni kumbukumbu kumbu nzuri, na hata mkiona miti hii mnakumbuka kwamba imepandwa kipindi ambacho tunafanya kumbukizi ya kuzaliwa kwa rais wetu mpendwa. Na wameita wenzetu ambao ni mabingwa kabisa katika masuala haya ya kusaidia kupanda miti, TBC wanasema 27 ya kijani, kwayo miche hii na washukuru wote ambao tumetunza vitalu hivi kupanda miti hii. Najua wananchi wameshiriki, shule zimeshiriki, na wenzetu wa, wa TFS wamefanya kazi kubwa sana. Wamekuwa wakifanya kazi kubwa na nzuri na wanaendelea kufanya hivyo.